Tunakuiga mila isiyokuwa ya Waislamu, basi Waislamu leo hii ikawa uchumba wao wanaofanya ni wa muda mrefu, kama uchumba wa Kristo na Mayahudi na maadui wa Allah tabaraka wataala. Wao kuishi miaka kumi, miaka ishirini, miaka thelathini bila kuoana ni jambo la kawaida, wako tu wanazaa wanazaa, lakini heti wasikia wanakuja kufunga ile ndoa, hali ya kuwa wana watoto, bali wana wajukuu. Yaani, washangao waweza kuliona bibi na mbabu heti ndo wanatoka kufunga ndoa. Kani hii ni ndoa gani? Haya, haya ndo tumeyachukua waislamu leo watu wanaishi vijumba, hakuna kingine kingine, ni kwa watu watakaile ndoa ijionekane ni kubwa. Mimi mwanangu binti yangu nimemlea, nimemsomesha, imekuwa na kadha na kadha, leo anaonekana anaolewa tu kwa ndoa ya usiku, kwa ndoa ya chai? Ah, hapana bana. Subiri kwanza, haya mambo yesi mwaishi huko, endelea kuishi. Tutafanya miaka miwili ijayo, ngoja tujipange, wajua wa sisi tuna ukoo mkubwa, tutaonekana huku ni kudhalilishana, tutaonekana tumedhalilishana tukifanya ndoa hii, twajenga twajenga mwonekano gani? Kwa kuwa tuna ndugu wengi, ngoja tupe muda hata hilo jambo. Masikini kijana ashafanya makosa, ashaona kuwa hey, kumbe mimi nimekosea, ngoja nioe basi, ambiwa subiri wewe utaoa baada ya miaka miwili, baada ya miaka mitatu, ndugu zote ndugu wote lazima wajue. Kumbe muhongo lengo sio kuwa ndugu wajue <coughs> lengo, amemfanya binti yake ni mtaji. Wamewafanya watoto wao wa kike ni mitaji, au watoto wao kadhalika pia wa kiume ni mitaji, kwa kuwa yeye alishawachangia kina fulani. Laa, yeye ataka watu wote wamchangie. Haya ni makosa, ndugu zangu, katika imani hii. Hizo mila yetu hii sio mifumo yetu, hii ni mifumo ya maadui wa Allah tabaraka wa taala na Uislamu. Ndio wana uchumba wa muda mrefu, na ndani yake ukiangalia inapatikana madhambi na, na madhara ma makubwa.